Mawili. La kwanza ni demokrasia kama nilivyosema, kwa mujibu wa e, katiba katiba yetu inaruhusu mtu kupiga kura na kupigiwa kura. Kwa hiyo hiyo ni ishara moja kwamba watu wenye haki ni wengi, lakini ni jimbo la mjini, watu wenye uwezo wa kulipia fomu ni wengi e, na watu wanachama CCM wenye sifa pia wako wengi wa. Kwa hiyo kujitokeza kwa wingi ni ishara ya chama kuwa hai e, na siamini kwamba kuna jimbo lenye mgombea mmoja ni ishara njema kwa Chama cha Mapinduzi, sio ishara njema Chama cha Mapinduzi? Yani lazima kifurahie watu wengi kujitokeza kugombea, kwamba wana hakiba ya makada wa kutosha. Ikitokea Kanyasu hayupo, wana makada wengine zaidi ya 30. Hata mimi ningetamani wafike 50, afu mfanye 50 apatikane Kanyasu peke yake, hiyo ndio ingekuwa mzuri sana na na na, na, na, na jambo hili sio la kuombea lisitokee, la kuombea litokee, waje wengi zaidi, ili kusudi atakapotokea mmoja awe ni krimi ya wale walio wale, wale, wale. Na kusema kama mambo matatu. La kwanza e, kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, imempa fursa mtu yoyote kupiga ku kula na kupigiwa kula. Anaweza kupigia kula watu na yeye akapigiwa kula. Kwa hiyo ni, ni mimi sina tatizo na watu wote wanaogombea, wa Tanzania anayo haki, ni haki yao na haki ya kupigia mtu kula na kupigiwa kula